Kipekee kabisa nishukuru na kutambua kazi kubwa inayofanywa na taasisi na asasi zisizo za kiraia kwenye kusaidia kuchangia, na kusukuma ufahamu, elimu, uongezaji ujuzi, lakini pia na kujenga uwezo kwa wananchi kwenye masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo, lakini na mchango wao kwenye kuhakikisha kwamba jamii inakuwa bora zaidi kwa kupata maarifa na elimu ambayo inasaidia kukuza uelewa kwenye mambo mbalimbali. Nishukuru mbali na kupongeza pia kwa jambo hili ambalo linafanyika. Nakiri kwamba ni kweli tulizindua mradi huu kwa pamoja tukishirikiana na taasisi ya Lango kwenye eneo na sekta hii ya madini, mradi ambao utakuwepo kwa vipindi kadhaa, hii ikiwa ni moja kati ya programu ambazo zinafanyika kwenye hatua hiyo. Mpango wa serikali ni kuendelea kuwezesha kukuza na kujenga uwezo wa Tanzania wamiliki rasilimali zao wenyewe. Bahati mbaya wote huku mtaani, tukizungumza graphite, tunazungumza abunyu, tunaambiana abunyu ile bibi zetu walikuwa wanakanda vyungu. Basi haonekani hata mtu mmoja ambaye ana dhamira yoyote ya kusema mimi. Tulizungumza na wale kampuni ya Lianje, na wameshaingia makubaliano na kampuni moja ya South Africa tumewataka watengeneze mitambo midogo midogo ya kuchakata graphite, ya tani moja, tani mbili, tani tatu, watujengee hiyo mitambo ili watu wajiunde kwenye vikundi wenyewe wachakate graphite ile, alafu uchukue uende ukawauzie, au kampuni kubwa wa kinailianje wawasafirishe kupeleka huko India kwao. Mi nachoweza kusema ni kwamba mafunzo haya yajikite kwenye kusaidia watu kupata uelewa kuhusu sheria zilizopo, haki na wajibu wetu, lakini kubwa kabisa isaidie kufungua iwe ni platform ya watu kujua nguvu na uwezo ambao tunaweza kufanya kwa Watanzania kushikana sisi wenyewe. Mimi ningetamani kuona vikundi kadhaa vimeanzishwa, vinapata hizo leseni ndogo ndogo, vinaanza kupata hizo na ndogo za kufanya katika level ndogo.